Naam, mtazamaji bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vilitokea eh, huko Scotland ni hili tukio la Baba Levo. Tunafahamu kabisa kwamba katika msafara wa Diamond Platnumz tokea alipoenda Uingereza, tokaanza kufanya show London, akaenda kufanya show Manchester, then Scotland, ni kwamba Baba Levo alikuwepo katika hizo safari zote. Yani kwa kifupi ni kwamba Diamond ameondoka na crew ya watu takriban sita au nane hivi, maana ameondoka na Juma Jukes, ameondoka na Baba Levo, Ome Dimples. Salam SK RJ The Dj ameondoka na mama ake mzazi, asema taia na taraji. Umeona bwana eh, kwa hiyo kuna watu takriban tisa hao Diamond ameondoka nao, umeona na anazunguka nao kila sehemu. So sasa hivi hapo wako Marekani, lakini kuna tukio ambalo and of course wako Marekani, new York. Nitakupa habari zaidi kuhusiana na kilichotokea huko Marekani ambapo ni mambo mazito zaidi, lakini kilicho happen bwana ni kwamba Diamond bwana alipokuwepo kule Scotland kwenye show yake, ni kwamba baada ya kumaliza show, kama unavyoelewa kwamba baba levo bwana ni mtu ambaye hatuliagi sehemu moja. Kwa hiyo baba levo katika kuzunguka zunguka kupita huku kutokea kule, ujanja mwingi, akakamatwa na polisi. Umeona bwana na alivyokamatwa na polisi bwana, baba levo alikuwa mpole, na moja kati ya vitu ambavyo nimeviona bwana ni kwamba baba levo Kiingereza anakijua lakini Eh, ni mpaka asikilize kwa makini sana, maana katika hiki Kiingereza baada ya kukamatwa na polisi kuingizwa kwenye gari alikuwa ametulia kweli kweli kumsikiliza huyu askari anachokizungumza ili aweze kumjibu na ili yani waweze kuelewana. Kwa hiyo askari alikuwa anamuuliza kwamba umekuja huku unafanya nini, umetokea wapi? akamwambia kwamba mimi nimetokea London. Sasa kitu ambacho alipo, alipojichanganya Babalevo ni kwamba alisema yeye ametokea London, of course ni kweli ametokea London, lakini yeye ametokea Tanzania, ila amesema kwamba ametokea London ili asionekane kwamba ni mgeni sana na mambo mengine kama hayo kwa alivyoulizwa kwamba umetokea wapi, Babalevo akasema kwamba nimetokea London, sisi tumekuja kufanya show, so we come to show. Yaani kwamba umekuja kufanya show, umeona bwana eh? Akaanza kumuonyesha mavideo yale ya damu plans na vitu vingine kama hivyo. Akaulizwa kwa hiyo wewe London nipe address yako, unakaa London mtaa gani na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu siku hizi huku kuna matukio mengi sana Scotland huku. Kwa hiyo tumeimarisha zaidi ulinzi, tunataka kufahamu wewe ni nani, umetokea wapi, unazurura zurura mtaani. Kwa hiyo akaambiwa kwamba kitambulisho atoe, pia visa yake. Wakati anatoa bwana huyu, jamaa ndo akamwambia kwamba relax, chill bwana, mimi ni kaka yake Juma Jux. Jamaa anajua kumbe mpaka Kiswahili, huyu askari ni shabiki wa Jux. Kwa hiyo akamwambia kwamba relax, acha uoga. Babalevo akaanza kucheka, akaanza kujizukuza pale chapo, akasema kwamba msioona, lakini nilikuwa na confidence na vitu vingine kama hivyo. So hii video imesambaa na Babalevo mwenyewe ameiposti kupitia media yake ya 7 media. Sikiliza hapa kilichotokea.

so hivyo ndivyo moment ilivyokuwa, ni kwamba -ba Babalevo li atoe visa atoe passport aseme address yake huko London anaishi sehemu gani. Ndo akaanza kubadilika, pakasema hapana, tumekuja London, lakini mimi ni Mtanzania, nimetokea Tanzania. Kwa hiyo baada ya kutaitishwa, Babalevo alikuwa mpole kwelikweli. At the end of the day, jamaa ndo akaambia uketulia, bwana, mi ni Mtanzania, nikakaa kakaake Juma Yani, Juma Juksi ndo hapo Babalevo wakaanza kuzuga kusema kwamba, lakini umeona, na confidence na vitu vingine kama hivyo. So baada ya hapo waka record video nyingine hapa, wakawa wameshuka sasa kwenye gari, baada ya Babalevo kupata amani kugundua kwamba huyu jamaa alikuwa tu anamtishia tu hapa na pale. Kwa hiyo mambo yakawa hivi mmoja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Juma Jukes na na Diamond Platnumz kabisa. Eh? Yeah, eh, Bora, nini? Yuko hapa. Mmekalia kanuni kupewa nani? Bas, nashukuru sana. Mnyama huyo hapo. Ya, so hiyo ni bana ya mambo kutulia na Babalevo kujua kwamba okay, jamaa alikuwa anamtishia tu mambo mambo ya hapa na pale. So, hivyo, mambo, baadhi ya comment kimeishia Kigoma bwana pua imezidi kutanuka kwa sababu bwana kiingereza cha ja memkwa kwa sababu bwana hiki kiingereza cha ja Babalevo mbona kina hatua hatua nyingi kwa mtu mwingine, as kamba bwana, eti naam kwa mtu sasa. Bwana mbona kama vile alipotaka kukumbatiwa, kamtoa ndio akampa mkono, kwa sababu bwana no huyo mtu anamjua kabisa. Umeona mtu ameandika hivyo. kwa so i bwana, aisee, hapo ni kubishana tu kwa Kiingereza ndio kazi ee. Babalevo alikuwa ameshaanza kutoka jasho kwa kaduamb so bwana polisi wamkamate alafu wamuweke siti ya mbele, hiyo haiwezekani. Polisi yakukamata, lazima kutupe siti ya nyuma na pingu juu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hiyo hayo ni mambo ambayo yamehappen huko lana. lakini hapa kuna peji nyingine wamekuja kuripoti kuhusiana na huyu jamaa ambaye amejitambulisha yeye ni askari, lakini amejitambulisha kama kaka wa Jux. Wao wameandika hapa bwana Jux hata akiacha mziki hana shida. hapo kaandika kwamba bwana kuna wasanii wa mziki hata wasipofanya mziki wao sio shida zao e, kwao hela ipo. Kwa mfano Jux na Abigail Chams, hapo wamewataja hawa watoto wakishua hawa, kwa sababu tunaelewa kabisa kwamba wakina Juksi awa atokea kitambo walikuwa e, watu walikuwa wanasemaga kwamba ni wakishua. Juksi bwana unaambia kwamba kwao pesa ipo, kwa hiyo hata kama asingeimba mziki bado still angekuwa successful e, wakina Cyril au bwana Uh, wakina Moraka uh, kama unamkumbuka nadhani uh, uh, so, kuna, kuna page hapo akaendelea kwa kuandika kwamba Juks kwao pesa ipo mpaka kaka yake ni mwanajeshi huko huko Scotland. Kwa hiyo mziki anafanya tu kwa sababu